Naibu katibu mkuu wa chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA bara Amani Golugwa akiwa anataka kuelekea nchini Ubelgiji huko. Taarifa hiyo inaeleza kuwa Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam imetoa taarifa kwa umma kuwa tarehe 13 mwezi wa tano mwaka huu majira saa 12 na dakika, uh, saa saa sita na dakika dakika 45 usiku katika uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Nyerere eh, lango namba 3 terminal 3 lilimkamata Amani Golugwa naibu katibu mkuu Tanzania bara chama demokrasia na maendeleo CHADEMA akiwa katika maandalizi ya kusafiri kuelekea Brussels nchini huko Belgiji. Sasa huko Belgiji Brussels ndo alikuwa anaelekea, lakini watu wengi wanajiuliza sababu ya nini. Uh, polisi, kumshikilia jeshi la polisi bwana limemkamata naibu huyo, na jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limesema kwamba linaendelea na uchunguzi wa kina wa taarifa hizi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama kusola hili lakini jeshi la polisi limetoa wito kwa wananchi kuendelea kuwa watulivu wakati huu wa uchunguzi. Sasa uh, kwenye uchunguzi zaidi hapa uh, inakuja taarifa hii ambayo inasema kwamba uh, sababu ya kukamatwa kwake eh, zaidi ni masuala haya hapa. Tunapata kufahamu kwamba uh, limemkamata huyo kufuatia taarifa hizo za siri kuwa amekuwa na mienendo ya kuondoka na kurudi nchini bila kufuata taratibu za kisheria hapa nchini. Hiyo ndio taarifa ambayo moja kwa moja imenukuliwa aa, na sisi wanahabari na kujua kwamba hiyo ndo sababu kuu. Lakini wengi kuhusisha na hiyo mikutano ya kimataifa na jinsi ambavyo Chadema inawashtaki aa, serikali ya Jamhuri kwa namna hiyo hapo. Lakini taarifa hii awali ilipotoka kupitia mitandao ya kijamii ya Chadema, e, walitoa taarifa hiyo ikidai kwamba naibu wao huyo amekamatwa wakiwa kwenye viunga vya uwanja wa ndege wa kimataifa, kama ambavyo taarifa jeshi pia imesema hivyo lakini sasa uh, wakati CHADEMA ikifanya um, uh, jitihada ikasema kwamba iliwasiliana na shirika la ndege eh, la Turkish Airlines lililotarajiwa kusafiri nalo, na kwamba wahusika wa shirika hilo wakaeleza CHADEMA kuwa Golugwa hajafanikiwa kusafiri. Hata hivyo, CHADEMA ikaendelea kutoa na kudai kuwa vyanzo vyake vimewajuza kwamba eh, naibu huyo amekamatwa kama jinsi ambavyo polisi wamekuja kukiri. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo inaenda na utaratibu kwa huo kwa kuwa kesi iko chini ya mikono ya polisi na wamesema bado kuna chunguzi zinaendelea. Nafikiri kadiri muda utakaposonga, tutafahamu taarifa zaidi, na sisi jukumu letu ni kukusogezea karibu.